ni ile iliyomo katika Suratu lbaqara aya mia mbili na ishirini, Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya bismillahir rahmani rrahim, wa yasalunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair, na wanakuuliza kuhusu mayatima, sema waambie kuwatendea wema mayatima kwa kuwasimamia kwenye malezi, kwenye adabu kwenye dini kufanya hivyo kwao ndiyo kheri. Suratul Baqara aya 216, imekuja tena neno kheri. Mwenyezi Mungu anasema baada ya bismillahi rrahmani rrahim wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, na huenda nyinyi mkachukia kitu, lakini kile mnachokichukia ndiyo kheri kwenu imekuja vile vile katika Suratul Baqara aya ya 263, Mwenyezi Mungu anasema baada ya bismillahi rahmani rrahim, qaulun maarufun wa maghfira khairu min sadaqatin yatbauha adha wallahu ghaniyyun halim. Hapa Mwenyezi Mungu akisema maneno mazuri yanayomfariji mtu yanayoingiza furaha katika moyo wake na msamaha kwenye yale aliyokukosea ni kheri kuliko sadaka inayofuatia maudhi. Neno kheri limefasiriwa kuwa ni kila kitu ambacho kinapendwa na watu wote, kama akili na mengineyo. Lakini Uislamu ukaweka kheri ni chochote kile ambacho ndani yake akikifanya ya mtu anapata kupendwa na Mwenyezi Mungu na kuridhiwa, sawasawa iwe katika ibada au katika matendo anayotendeana na wenziwe, kama kuwafanyia wema wazazi wawili, kuunga udugu, kuwasaidia wenye shida, na ndo hivyo hivyo kama kusimama kwenye taa nyekundu barabarani, hiyo vile vile ni sehemu ya kheri, kwa sababu ukifanya hivyo kuna manufaa kwa wengine na kuwalinda wengine na madhara. Kheri imegawanyika sehemu mbili, kuna kheri ya jumla ambayo kila inayomkuta hiyo ni kheri kwake, na hiyo ni kama kuwatendea wema wazazi wawili, kumtii Mwenyezi Mungu, kutenda matendo mazuri, kuacha asiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia haya ni kheri inamhusu kila mmoja, na kila mmoja akifanya kwake ni kheri. Halafu kuna kheri ambayo inaweza kuwa kheri kwa huyu na ikawa shari kwa mwingine, ambao ao wanaiita kheri hiyo muqayyad. Hii ni kama watoto, mwingine inaweza kuwa kheri kwake, mwingine ikawa watoto wake ndio shari. Kama kupata mali, mwingine inaweza kuwa kheri kwake mwingine ikawa mali ndio sababu ya kumuumiza na kumwangamiza. Ilimradi, kheri ni miongoni mwa maneno yaliyokuja katika Qur'ani mara nyingi, hili likiwa limekuja mara 180 mpaka 189 takriban. Mwenyezi takriban Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake waliowema wanaoshikamana na kufanya kheri. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul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

wafaalu lkhaira nafanyeni kheri laalakum tuflihun ili mpate kufaulu. Aya hii inatuelezea sababu za kufanikiwa na kufaulu ambazo zimekusanywa. Sababu hizo tumetajiwa mambo mane: rukuu, sijda, kumwabudu Mwenyezi Mungu, kisha kufanya kheri. Hivyo tutambue kufanya kheri ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi. Kila mmoja wetu kwenye kila anachofanya akitazame kama ni kheri aendelee nacho. Na utajuaje kuwa ni kheri? Ni kila kile ambacho ukifanya Mwenyezi Mungu anakiridhia na anakipenda. Kwa hivyo ni wajibu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuamrisha tufanye kheri. Kufanya kheri ni katika sifa za watu wema. Unaposoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu anawasifu watu wema. Suratul Anbiya aya ya tisini Mwenyezi Mungu anatuambia innahum kanu yusari'una fil khairat, hakika wao walikuwa wakifanya pupa na haraka katika kufanya kheri. Hivyo kila mmoja wetu ahakikishe anakimbilia kufanya kheri. Na kheri hata iwe ndogo kiasi gani, inamnufaisha aliyefanya maadamu wamefanya kwa ikhlas. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea jambo lililotokea huko nyuma. Anatuambia talaqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum, malaika kuna mtu alifariki katika waliokuwa kabla yetu, roho yake ikakutana na malaika. Wale malaika wakamuuliza Aamilta min alkhairi shay'an, kwenye maisha yako ulimwenguni una kheri yoyote ulifanya? Qala la, bwana yule akasema hapana. Malaika wakamwambia tadhakar, kumbuka. Hakuna kheri yoyote uliyofanya? Hebu kumbuka. Bwana yule akasema nimekumbuka, mimi nilikuwa na kawaida ya kuwakopesha watu na kisha nawaamrisha watoto wangu, wakati wa kwenda kuchukua madeni yale, wanapokwenda kuchukua ile mikopo, sasa yule ambaye hali yake ngumu, wampe muda, wasimlazimishe kwamba lazima atoe. Yule ambaye anao uwezo, wakubali kumpa muda maalum walipe, mwenye hali ngumu wamsamehe. Mwenyezi Mungu akajibu akasema ana ahaqu bidhalika, minka mimi nina haki zaidi ya kufanya hivyo kuliko wewe. Kwa hivyo akaamrisha mja wangu huyu asamehewe, akawa ni sababu ya kuingia peponi. Wanazuoni wanatuambia khairi hata ikiwa ndogo kiasi gani, ikifanywa kwa ikhlasi inakuwa ni sababu ya kufutiwa mtu madhambi yake yawe yatakavyokuwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujaalie tuwe miongoni mwa waja wake waliowema wanaoshikamana na aya hii aliposema wafaalu lkhaira, nafanyeni kheri ili mpate kufaulu. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika na akamalizie kwetu sisi kwa kutuambia